Innahum kanu khasirin, basi kwathibitikia kauli wawe pamoja na mataifa yaliyopita kabla yao miongoni mwa majini na watu, hakika hao wamekuwa ni wenye kupata hasara. Waqala wa alladhina kafaru la tasmau lihadha alqurani walghaw fihi laallakum taghlibun na waliokufuru walisema msisikilize Qurani hii na timuweni zogo, huenda mkashinda. Falanudhiqanna alladhina kafaru adaban shadida walanajziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun. Basi hapana shaka tutawaonjesha hao waliokufuru adhabu kali, na hapana shaka tutawalipa malipo mabaya yale waliyokuwa wakiyafanya. thalika jazau adai llahi nnar lahum fiha daru lkhuldi jazaan bima kanu biayatina yajhadun, hayo ndiyo malipo ya maadui wa Allah, moto humo watakuwa na maskani ya kudumu

Tuonyeshe waliotupoteza miongoni mwa majini na watu ili tuwaweke chini ya miguu yetu wapate kuwa miongoni mwa walio chini kabisa. innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaiika tatanazzalu alayhim almalaiika alla takhafu wa la tahzanu

Sisi ni vipenzi vyenu katika maisha ya dunia na katika akhira, na humo mtapata mtakavyo vitaka; ni takrima itokayo kwa mwenye kusamehe.

idfa' billati hiya ahsana fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatan ka'annahu waliyun hamim, mema na maovu hayalingani. Pinga uovu kwa lilo jema zaidi, hapo yule ambaye baina yako na baina yake pana uadui atakuwa kama rafiki jamaa, kwa kukuonea uchungu. wa ma yulqaha illa alladhina sabaru

Na katika ishara zake ni usiku na mchana na jua na mwezi, basi msilisujudie jua wala mwezi, bali msujudieni Allah aliyeviumba, ikiwa nyinyi mnamwabudu yeye tu. fa inistakbaru falladhina inda rabbika yusabbihuna lahu billayli wan nahari wa hum la yasamun. Na ikiwa watajivuna, basi hao walioko kwa mula wako mlezi

Na katika ishara zake ni kwamba unaiona ardhi nyonge, lakini tunapoiteremshia maji mara unaiona inachangamka na kuumuka. Bila shaka, aliyeihuisha ardhi ndiye atakayehuisha wafu, hakika yeye ni mweza wa kila kitu. inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alayna Afaman yulqa finnari khayrun am man yati aminan yawma alqiyama, hakika wale wanaopotoa ukweli uliomo katika ishara zetu hawatufichiki sisi. Je, atakayetupwa motoni ni bora au atakayekuja kwa amani siku ya kiama? I'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir Tendeni mpendavyo, kwa hakika yeye anayaona mnayoyatenda. innal ladhina kafaru bidhikri lamma jaahum wa innahu lakitabun aziz, kwa hakika wanaoyakataa mawaidha haya yanapowajia wataangamia, na hakika bila ya shaka ni kitabu chenye nguvu na utukufu

wa shifaa na lau tungelifanya Qur'ani kwa lugha ya kigeni, wangelisema kwa nini aya zake hazikupambanuliwa? Yawaje lugha ya kigeni na mtume mwarabu? Sema, hii Qur'ani ni uongofu na ponyo kwa wenye kuamini. Waldhin la yuminun fi adhanhm waquru wahuwa alayhim ama ulaika yunaduna min makani baid. Na wasioamini umo uziwi katika masikio yao, nayo kwao imezibwa, hawaioni ao wanaitwa nao wakopahala pambali. Walaqad atayna musa alkitaba fakhtulifa fihi walawla kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya baynahum wa innahum lafi shakkin minhu murib. Na hakika tulimpa Musa kitabu, lakini pakatokea hitilafu kati yake. Alao kuwa halikutangulia neno la Mola wako mlezi wangelihukumiwa na hakika wao wamo katika shaka yenye kuwatia wasiwasi. Man amila salihan fali nafsihi, wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid, anayetenda mema basi anajitendea mwenyewe nafsi yake, na mwenye kutenda uovu basi ni juu ya nafsi yake vilevile, wala Mola wako mlezi si mwenye kuwadhulumu waja.